Familia moja katika kijiji cha Olong'ata kaunti ya Nandi inapitia wakati mgumu baada ya mwana wao mwenye umri wa miaka ishirini na minne kupotea mwezi uliopita katika njia isiyoeleweka. Daniel Kirwa ambaye alikuwa anafanya kazi kama mlinzi wa kampuni moja mjini Eldoret alitoweka alipokuwa kazini, na alinaswa na CCTV akiondoka kazini usiku. Daniel Kurir anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Nandi. Katika kijiji cha Olong'ata tunakuta familia na marafiki wa Daniel Kirwa wakiwa wamejawa waki wa na mawazo, wameshindwa la kufanya baada ya kumtafuta rafiki yao kwa wiki mbili bila kufanikiwa. Kamera za CCTV za boma alikokuwa akifanya kazi zinaonyesha kijana huyo akitoka nje ya lango kuu saa tano usiku. Hiyo ndiyo mara ya mwisho kijana huyo kuonekana. Aliingia kazi saa kumi na mbili ya jioni Uh, kulingana na desturi na sheria za kazi zake. Uh, ilipofika saa, saa tano na dakika tano kulingana na CCTV footage ambayo tuko nayo Daniel Kirwa alitoka kwa mlango na hakuweza kufunga. Kulingana na familia yake, Daniel aliondoka bila stakabadhi zake kwani aliziacha ndani ya nyumba yake. Venye tulipiga search tukapata kwamba hajachukua moja eh, Identity yake ambayo ni kitambulisho na manguo zake, kumaanisha agurudi kwa nyumba. wasasi wake wa, wa, wa na baba yake wametafuta hawachapata. Usunika juu, huyu kijana alikuwa kijana mzuri, amekuwa akitusaidia kama majirani. Tunaomba yeyote ambaye ameona atusaidie atujulishe. So kama majirani tulifanya juu chini Tukatumana um, jamii Eldoret wakaenda kutafuta so wametafuta Eldoret kila mahali, kutoka police station yote yenye iko Eldoret, wakaenda mojari, wakaenda kwa ma, ma, ma hospitali na wako pata. So kama majirani tumehusinika, sababu ni kijana mdogo mwenye hata ajaoa, kijana wa miaka karibu 20 na kitu. Familia ya Kirwa imepiga ripoti kwa vituo kadhaa vya polisi mjini Eldoret. Sisi familia tumefanya uandikishaji wa ripoti na tumefanya bilka bilka ya kutafuta Daniel siku ya kuanzia tarehe 21. Daniel Korir, Runinga ya Citizen, County ya Nandi.